yako au chochote ambacho kinachopita katika mikono yako, wewe nyenyekea. Usijionyeshe ya kwamba mimi ninaiki mimi Bwana amenibarikia a, wewe nyenyekea kwa yeah, Bwana. Wewe pungua kwa Bwana, alafu Bwana aongezeke ndani yako. Bwana atakutambulisha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe Acha mbingu zikutambulisha eu mpeeamea kwenye kuli mpeezawenye Mwambie Bwana mpemea Acha Bwana akutambulishe mwenyewe Maana Bwana akikutambulisha mwenyewe au takuwa mtu wa kawaida huko ndipo kunyenyekea mimi nipungue, mimi nipungue, wewe uongezeke kwenye maisha.